nye mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametoa wito wa kuondolewa mara moja kwa kodi ya nyumba, akihusisha na kupungua kwa kasi katika sekta ya ujenzi. Akizungumza wakati wa kusambaza ruzuku kwa wanafunzi wa shule za upili na vyuo, Nyoro alisema kuwa sekta ya ujenzi ilipungua kwa asilimia mbili mwaka uliopita. Levy was more productive in the economy when it was in the private hands.

Because the government figures themselves onyesha tukikatwa pesa tupatie serikali ijenge nyumba, construction sector ina shrink. Kwa hivyo rudishia hii pesa Wakenya, Wakenya watajijengea.